mtazamaji wa Global TV ni kukaribisha bado tuko hapa sabasaba na kama nilivyokuambia kwawe ambaye unataka tukutangazie biashara yako kwa viwango vya juu kabisa unaweza ukanipigia sasa hivi Catherine Kahabi kwa namba yangu ya simu 0687007007 tuko hapa kwenye ofisi za CRDB na kama unavyoona wateja ni wengi wanapata huduma nzuri eh, tutaweza kusikia mawili matatu kutoka kwa wahusika pamoja na wateja wataelezea jinsi gani ambavyo wanapata huduma zao kama banki, zinata, zaid, na kama unavyojua ukiongelea benki ambazo zinajali wateja wake zaidi na zenye huduma bora kabisa, basi CRDB huwa inashika namba moja siku zote. halo halo, karibu. Asante. Mimi naitwa Pendo Asem, mkurugenzi wa benki ya CRDB tawi la Lumumba, tupo hapa Sabasaba kwa ajili ya kuwahudumia wateja wetu karibuni sana, asante. Tunahitaji kujua tofauti ya Sabasaba ya mwaka huu kwa huduma zenu na miaka iliyopita ni nini, ili wateja wazidi kuhamasika zaidi? Kwa kweli kwa benki kwa benki RDB miaka yote tunajitahidi kwa sababu kwetu muhimu ni kutoa huduma kwa mteja. Tunataka tuhakikishe wateja wetu wale wanaotaka kuchukua fedha, wanaotaka kuweka fedha, wale wanaohitaji mikopo ya wafanyakazi pamoja na mikopo ya wafanyabiashara, wanaohitaji kufungua akaunti, wanaohitaji kubadilisha fedha za kigeni. Huduma zote zinakuwepo miaka yote yeah, miaka yote yeah. Na ninaona hapa movement ni kubwa kabisa, wateja wamejaa. Mtazamaji kama unavyoona. Ehe, tuendelee ya yeah. Tunashukuru kwa kweli, tumepata wateja wengi sana, tumepata akaunti nyingi sana na tunafurahi e, kwa sababu wateja wanafurahia huduma zetu. Unadhani, hebu tuambie siri ipi ambayo inawafanya CRDB mnakuwa na wateja wengi, hata kama ikitokea kitu sehemu yenye mkusanyiko wa watu, basi nyinyi mna watu wengi zaidi kuliko wengine, kwa nini? Kwa kweli kwetu sisi tunaamini kitu kikubwa zaidi ni kutu huduma nzuri kwa mteja. Ya, kwa sababu zile bidhaa ambazo benki ya CRDB inauza na benki nyingine pia inauza bidhaa hizo hizo, ila inatofautiana tu kwa majina, lakini cha muhimu ni jinsi unavyomhudumia mteja. Tunawajali wateja wetu, tunawapenda wateja wetu, na tunajitahidi kuhakikisha kila mara tunatoa huduma kwa kwa karibu sana mtazamaji wa Global TV. Tumemsikia hapa mkurugenzi, na sasa hebu tupate mawili matatu kutoka kwa wafanyakazi wengine wa CRDB, na baadaye nitakupa nafasi ya kuweza kusikia mawili matatu kutoka kwa wateja, nao wataweza kutuelezea jinsi ambavyo wanavyopokea huduma nzuri kutoka hapa CRDB. Tuanzie hapa. Habari zenu? Hatuna. Ni wateja? Ndiyo. Okay. Huduma za hapa mnazionaje? Oh, ni nzuri. Ni nzuri, hazina matatizo. Naitwa Sara Kibonde. Okay. Ehe. Huduma zikoje hapa? Huduma ziko nzuri. Nashukuru kwamba umetusaidia kusogeza huduma karibu na wateja. Maana nilikuwa nafikiria kutoka hapa mpaka uende mjini na foleni hizi, lakini hongera sana kwa kusogeza huduma karibu na wateja. Tofauti ya CRDB na benki nyingine ikoje? Ikoje? Sasa mimi ni premium customer wenu na ninaipenda sana se, uh, CRDB na especially ile online banking okay. Internet banking kwamba transactions zako si lazima ue, uende kwenye dirisha la benki unaweza ukafanya kupitia M-Pesa, Tigo Pesa na aina zote za simu lakini pia hata ku transfer hela kutoka kwenye one CRDB account to another CRDB account ni huduma ambazo ni nzuri sana, kwa hiyo niko very impressed. Thank you so much. Asante, asante sana mtazamaji wa Global TV kama unavyoona hapo wateja wanazidi kumiminika hapo wanaweka wengine, wanatoa wengine, wanafungua akaunti za watoto za kwao, wengine wanashughulikia mambo ya mikopo. Hapa nimeona mdada mzuri mrembo eh, tuongee naye. mawalu matatu, mambo nzima nzima, unaitwa nani? Beatrice. Beatrice. Mm. Ambie kwani uko hapa? Ah, nimekuja kutoa pesa. Kutoa pesa, mm. Kwa nini si CRDB, sio benki nyingine? Sasa unaipenda kitu gani kwa kufanya uipende zaidi? Ah, <laughs> sababu ya huduma zake lakini pia urahisi ya, Na, vipi kuhusu maonyesho haya Sabasaba kwa upande wa CRDB umekaa kwa, kwa mimi London nimefika kwa, kwa bado sijajua inakuwa lakini tangu umefika, unaonaje movement ya watu nini? Watu ni wengi lakini kama pale tulifika ATM hazifanyi kazi lakini tumekuja hapa unapata huduma kama kawaida yeah. Na mnapata kilichowaleta yeah. Safi sana okay, mtazamaji hebu tuamie hapa pia tuone Hello, baba. Jambo. Jambo. Mm. Nakuona. Yeah. Una pesa kidogo, kidogo, kila mtu ajue, anakukimbiza jamani? Jamani. Unataka ile kidogo kama laki nne jamani ile nifanyie manunuzi. Ziko vizuri. Kwa sababu nimeweka akaunti yangu hapa. mm -hmm. Unaona? Paka nimeingia ni, kwenye ni, ni, ni, ni, level ya juu kabisa <laughs> Yeah. Hey. Hey. Mm. Hey. Okay. Okay. Ujumbe wako pia kwa ambao wanaingia kwenye maonyesho haya Sabasaba oh, kama wana hela waje wakachukue. Hey. Yes. Okay. Asante sana. Okay. Hapa ili wapate za kutumia. Hapa mtazamaji tuko na mteja na pia anayetoa huduma kutoka Serbia. Unaitwa nani? Okay, unakuja kufanya nini hapa? Mhm. Uh -huh. Kitu gani kimekuvutia mwakuja kufungua hapa? Akaunti dunia nzima, Rwanda Bujumbura. Okay, kwenda dunia nzima unaipata, na huduma zao zikoje? Shwari. Shwari. Ziko kwa zikojesha uh -huh. Unaambiaje atezemaji? Waje wafungue akaunti zaidi, wakaenda Tanzania, wakaenda nchi nyingine dunia nzima wanapata huduma. Okay, okay. Matthew John. Yeah. Tunashauri wateja waje kwa sababu huduma zetu ni nzuri, vile vile tuna vitu vingine ambavyo hawawezi wa, kuvipata sehemu nyingine kwa rahisi. Kwa mfano hapa tunajibu kuwashughulikia kwa, tuna kwa haraka zaidi ukizingatia kwamba tunaenda na time kwa tuna sababu wateja hawawezi kukaa mda mrefu hapa tuna, tunawasumbua. Tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunamhudumia mteja da tukacho afanye kazi Okay. Mambo. k mambo. Mzima. Wewe ni mteja. Mteja ndio. Mimi ni basi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Dunia Dunia. Da. Yeah. Hey! Tunaishi ndani yako ah, kawaida tusijina kama majina mengine huduma eh? yeah. Ah, ni nzuri na ndio maana zinatuvutia mpaka tunakuja kufika kwenye eneo la tukio kama hili hapa. Maonyesho yako vizuri tu kwa sababu ni utendaji ambao ulioandaliwa, kwa hiyo uko vizuri na unaendelea fresh, tunako Kuvutika na kampuni hii kwa sababu ina uboreshaji mzuri na utendaji wake uko vizuri. Yeah. Asante sana. Asante Asante. Asante sana. Mamba Safi habari, ndio nafungua kaunti mpya, ndio kwa sababu watu wengi ambao ni rafiki zangu, ndugu zangu, wanatumia huduma hii na wanasema ni nzuri sana kuliko benki zingine. Kwa hiyo ndo kitu kimenivutia na mimi kufungua kaunti katika benki hii. Nadhani okay, hatujivunii na sisi wenyewe bali wateja wetu wanajivunia. Kwa hayo. Kwa ni mambo mazuri ambayo tunawapa wateja wetu. Napenda kuambia kwamba karibuni sana CRDB tuwapeke kidijitali zaidi. Unaitwa nani? Naitwa Emmanuel ni bank officer CRDB. Okay. Mtazamaji, mimi mwenyewe natumia akaunti yangu benki yangu kubwa ni CRDB. Ila upate, eh, mambo mengi kupitia kwetu kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers. Upande wa YouTube, tunatumia Global TV Online. Upande wa Twitter, tunatumia Global Habari. Lakini kwenye website yetu ni www.global .co.tz bado, tunaendelea watu wanazidi kupata huduma kama hivi unavyoona mtazamaji, hebu tuende na mbele kidogo hmm, tuone jinsi ambavyo eh, ubora wa CRDB naona hapa hii. Hey, ni tuseme ni ofisi ndogo tu ya junior junior jumbo account, au imeandikwa my first bank account. Wow, JJ. Hello, hello, mzima mzima? baza gazi nzuri. Wewe ni mteja? Ndio. Okay, kwa nini uko hapa? Umekuja kufungua, umekuja kutoa, kuweka? Ah, ndio nimekuja kutoa, kutoa hela kwa ajili ya shopping za Sabasaba. Sawa sawa, okay. sawa sawa. Nini siri ya huduma za CRDB, wewe kama mteja? Ah, ni nzuri alafu na matawi sehemu nyingi. okay. E, kwa hiyo hiyo ndio inayonufurahisha mikoani mitaani huko kuna wakala kwa, ukitaka huduma zao unazipata kwa urahisi. Na vipi kuhusu huduma? Ah, huduma kwa kweli eh, ni nzuri nzuri, hakuna usumbufu kama benki nyingine. Ah, mna kwa kweli, hao namba moja, namba moja. Unaitwa nani? Naitwa Fred Kitosi. Ndio ndio, asante sana, asante. Okay, okay. Okay, mtazamaji bado tunaendelea kupata maoni tofauti tofauti kwa watu, lakini pia kuna wateja wengine ambao wamekaa hapo kwenye bench wakisubiri ama wakiendelea kwa kwenye foleni ili waweze kupata huduma. Wengine wanafungua account, wengine wanaweka pesa, wengine wanatoa kwa ajili ya shopping na kadhalika. Hello? Nando. Inaitwa nani? Tekla. Nani? Tekla. Tekla. Tekla. Unamkuja kutoa Kutoa. Kutoa. Kuweka? Nini kilichokuvutia unatumia salary bill? Huduma zao nzuri tu leo tu makosa tu kidogo. Nzuri. Asilimia ngapi? Kama nane nane. Poa. Mzima? Oh, kwenye foleni ya kutoa, kuweka. Amini nimemsindikiza baba. Sindikiza baba? Ha, baba anatoa pesa nyingi eh. <laughs> Kwa ajili ya shopping ama? Ndiyo. Okay, sawa sawa. Thank you. Mzima? Salama. Salama. Kuweka kutoa? na namsubiria mwenzangu. Mwenzako? Ah, nye mnaonekana mnabeba hela nyingi nana mnasubiria vizuri na mabegi aowana ana junior account? Mfungulia mwaka gani? Mwaka juzi. CRDB wakisema kitu wanamaanisha kabisa. huduma okay. Uh, zao kwangu binafsi nzuri sana. Hawa, hawakosei, yani wakisema kitu ndicho. Hamna foleni, ukikaa, yani wana huduma Si, amazing. Mamba poa kwenye akaunti yako, mama kakuwekea shilingi ngapi? Sijui. Kwa kwani hujui sisafu si akaunti yako jamani? Jamani sijamuuliza, hebu muulize saizi Muliza. Mama kwenye akaunti yangu ameniwekea shilingi ngapi? Tulia, Diana atajua baada ya muda fulani kwamba na yeye aweke kwa hiyo. Sasa huo muda fulani mama alokuambia, unaokumbuka? Hapana. Kumbe unapoteza kumbukumbu eh? Unasoma darasa ngapi? La 4. Darasa la 4 shule gani? Right way. Right way. Ah, okay, safi sana. Okay, mtazamaji, eh, hao ni baadhi ya wateja tu na baadhi ya wafanyakazi wa CRDB na kama unavyoona watu ni wengi, na kwa niaba ya CRDB tunakukaribisha hapa Saba Saba, kwenye eneo lao. Ukiingia tu kwenye mlango huu hapa, wameangaliana na ofisi za Chantrade. Utapata huduma nzuri na wamejipanga kabisa, wafanyakazi ni wengi, hivyo hata hautahangaika kupanga foleni ama kukaa pamuda mrefu. Wana ATM zao zipo, zinafanya kazi kama kawaida, fedha masaa yote kuweka na kutoa, ni wewe tu. Kwa ambao unataka tukutangazia ya biashara yako, nicheki sasa hivi, niko hapa sabasaba kwa nambari 0687007007 niko na crew yangu nzima ya Global TV na nasi tutahakikisha tunakufanya wewe uonekane murwa zaidi na zaidi. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook Instagram tunatumia Global Publishers, upande wa YouTube tunatumia Global TV online, na upande wa Twitter tunatumia Global eh, Habari. Kwa upande wa website www.globalpublishers.co.tz, nikutakia wakati mwema.